Bado kuna ukosefu wa uwezo wa kitaalam katika tathmini, usimamizi na uchanganuzi wa vihatarishi vya usalama wa chakula. Ni muhimu pia kutambua kuwa ni maabara chache pekee nchini ambazo zimepata ithibati ya kimataifa. Ni imani yangu kuwa tathmini iliyofanyika sasa imekuja na mapendekezo ambayo kwa bahati nzuri nimeyasikia ya kuziba pen, pengo hili. Lengo la tathmini hii ni kubaini kasoro udhaifu na fursa zilizopo katika mifumo yetu ya udhibiti wa usalama wa chakula na kutoa mapendekezo ya kisera na kitaalam kwa ajili ya kuboresha mifumo hiyo. Ni imani yangu kuwa tathmini hii imetoa mwelekeo sahihi wa kuimarisha uratibu kati ya mamlaka zenye dhamana, kuboresha ithibati na utambuzi wa matokeo ya maabara, na kuendeleza biashara salama na shindani ya bidhaa za chakula ndani ya Tanzania katika ukanda mm, huu na kimataifa pia. Food security ni swala la sisi sote. Yaani hakuna mtu wa kukwepa. Maake, unakula tu utakula tu, one way or another, unachokula kina usalama mm? kina usalama. E, kwa hiyo lazima hili tulikingie kifua kwa kweli lipate ufumbuzi na tukifanya hivyo nafikiri magonjwa haya ya milipuko E, yatakuwa yanapungua yanayotokana na ulaji wa chakula kisicho salama, lakini hata haya mengine ambayo ni non-communicable diseases, lakini tunayapata kutokana pia na vyakula visivyo salama pia yatakuwa yanapungua. Na kwa kufanya hivyo hata bajeti zetu za wizara ya afya zitapungua, na zikipungua huko zitaenda kufanya mambo mengine ambayo yatatusaidia sisi sote. Naitwa Diomedes Kalisa ninafanya kazi na shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO kwa ofisi ya Dar es Salaam, lakini pia ni mratibu wa mradi huu uh, uh, mradi ambao leo tumekuja hapa kwa ajili ya kupitia na kuthibitisha baadhi ya uh, matokeo ya utafiti uliofanyika. Matarajio yetu ni kwamba walau tukiweza kuona changamoto ziko wapi, tukiweza kuona ni kitu gani kinaweza kikafanyika tushirikiane wote kwa pamoja, wadau wa maendeleo na serikali, tuone ni kwa namna gani tunaweza tukainua hii hali na kufikia hatua ambayo kwamba kumbe Tanzania inaweza isiwe na maabara moja, lakini inaweza ikawa na maabara nyingi zaidi, kwa sababu tunaangalia kwamba Tanzania, ukiangalia nchi za jirani, wanaitegemea sana katika upande wa vyakula eh. Sasa tusipokuwa na uwezo ulio mzuri, basi kumbe tutajikuta wananchi wetu wanazalisha lakini hatuwezi kuuza na hatuwezi kuweka, kutimiza hilo lengo la mahitaji ya nchi ambazo zimetuzunguka.